Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Taarifa tuliopata muda huu zinasema kuwa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linachunguza tukio la kifo cha Yosia Johani Keya mwenye umri wa miaka ishirini na tano mwanachuo wa mwaka wa tatu katika chuo cha kilimo cha Sokoine SUA aliyekutwa amejinyonga kwa kutumia shuka ambayo alifunga kwenye kenchi la makazi ya wanachuo upande wa baraza la nyuma. Taarifa ya Kamanda polisi mkoa wa Morogoro imeeleza kuwa tukio hilo limefahamika jana Machi tisa ishirini ishirini na tano asubuhi katika eneo la makazi ya wanachuo hao kampasi ya Mazimbu, kata ya Mazimbu, manispaa ya Morogoro. Namnukuu Kamanda polisi, marehemu amekutwa amekufa kwa kujinyonga kutumia shuka ambalo alifunga kwenye kenchi la makazi ya wanachuo upande wa baraza la nyuma, uchunguzi wa tukio hilo umeanza ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa vijana na watu wengine kuacha kuchukua maamuzi kama hayo ya kujitoa uhai kama suluhu ya changamoto zao, badala yake watumie fursa ya madawati mbalimbali mbali ya ushauri nasaha na nasihi kueleza changamoto hizo. Taarifa hiyo imeelezwa na kamanda wa polisi mkoani Morogoro na kushauri tusisahau kusubscribe kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali mbali.